Brian, kwa kweli ulikuwa unaenda kuondoka bila hata kusema neno moja? Ningeweza kusema nini tena Aisha? Maneno amenishia kama maji kwa mtungi uliovunjika. Wewe <laughs> uliacha kuona kuwa mimi navunjika kila siku, uliacha kuona kuwa mimi naumia. Umesahau kuwa penzi ni kama moto unapozimika basi majivu yake huumiza zaidi. Kwa kweli, kama ulihisi hivyo, mbona kupigania penzi letu? Mbona kwa sababu ngovi kwetu ulianza kuhisi kama mazishi, na siwezi kuendelea kuomboleza kitu ambacho bado kiko hai. Hata samaki anapoanza kuoza, basi anaanzia kichwani. Kwa hivyo unamaanisha kosa langu mimi tu? Hapana, nasema tu, si sote tulipotea. Kila mmoja na kivuli chake. So hiyo ni mwisho wetu? Hapana, hii ni amani tu. Amani, lakini kumbuka, amani bila upendo ni baridi kuliko hata kaburi. Basi amani hiyo ya umma kuliko upendo.